Na pikipiki kama tano. Eh, walikuja wale. Kulikuwa na wapakizana pikipiki, wa wili, e, kila pikipiki watu wawili hivi. Eh, kwa hiyo naona kulikuwa na watu kama sita au saba. Na kila mmoja alikuwa na nini? Bunduki yake. Kwa hiyo kufika pale, walielekeza kwanza eneo la benki CRDB. Kwa hiyo walielekeza sasa pale eneo la benki CRDB baada ya kaja kwa sisi sana, anapiga kule wengine, anapiga namba yetu sisi. Eh, kwa hiyo kapiga risasi hapa, mjuni kaja, katokea huko, ndipo tokea huko nimekuja nimepiga tena hapa. Sasa hapa katika daktari alipofanya uchunguzi huko, risasi hai kunaonekana nimepiga hivi nimetokea huko. Kwa hiyo huko kaingiza kidole chake na kaangalia mpaka ndani, nasema ajeleona risasi ila tu wananyendaa kesho asubuhi twende x-ray kwa a kama sasiau. Niseme tu vijana tayari wamesha fika na wataendelea na msako kuhakikisha kwamba wahalifu wote wanatiwa uu, na wahakikishie wananchi kwamba vijana wetu wataendelea kusonga mbele, tuhakikisha kwamba wanatokomeza uhalifu na kita kishia, kita